Kumekuwepo na wanasiasa kwa nia zao binafsi wamekuwa wakipotosha e, dhana nzima ya katiba. Nataka niwaambie kwamba e, katiba kwa lugha nyepesi tu ndio maisha ya kila siku ya Mtanzania. Nadhani tukizungumza lugha hivi nyepesi nyepesi tunaweza tukaelewana. Yani maisha ya kila siku ya Mtanzania, ukipita barabarani, zile barabara unazoziona miundombinu ile ni katiba yako, unatakuwa uone katiba yako. Ukienda kuhudumiwa hospitalini wapi, unatakuwa uone katiba yako. Ukienda kwenye shule wapi, huduma za shule na vitu vingine, unatakuwa uone katiba yako. Ukienda kwenye uchaguzi, utakuwa uone umuhimu na ubora wa katiba yako. Kila jambo lolote tutalolifanya, wafanyakazi, wakulima, haki zao za wafanyakazi, unatakuwa waone ubora wa katiba yao unapokwenda kwa mfano wakulima kule kuhusu mazao wa kizao na wafugaji wanatakiwa waone ubora wa katiba yao. Hiyo ndio katiba. Katiba sio sio sio sio sio, yani sio kuzungumza tu kwamba e, nani aingie awe rais na nani asiwe rais. Tunapotosha dhana nzima ya katiba. Katiba ni maisha ya wa Watanzania. Ndio maana katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezungumza ina, ina, ina mambo yote imezungumza, afya, elimu, imezungumza haki za makundi yote, imezungumza masuala ya uongozi, imezungumza eh, namna ya kupata viongozi wetu, namna ya kuwajibisha viongozi wetu. Hiyo ndio katiba. Sasa mtu anaposema kwamba katiba eh, eh, haihusiani na kula yako, haihusiani na barabara yako, anakosea kwa sababu katiba kule imezungumza kwamba mwananchi anatakiwa atat, ata, ahusishwe kwenye kulinda rasilimali zake. Sasa ikitokea unapata una kiongozi ambaye anamaliza ana, ana, ana, ana, ana, ana rasilimali za nchi zote, katiba ijambana kwenye kulinda rasilimali za nchi wote, alafu baadaye wewe utalalamika kwamba rasilimali za nchi zime siwezi kula na mlo mmoja kwa sababu e, kodi yangu zinatumika vibaya, rushwa imekuwa kubwa. Kwa nini tunashindwa kuoanisha? Kwa nini tunashindwa kuoanisha e, ulinzi wa rasilimali za nchi, masuala ya kupambana na ufisadi, masuala ya kusimamia huduma za jamii na namna tunavyopata viongozi wetu ambayo ina, inasimamiwa na katiba. Yaani atakuwa katiba yako ikusaidie upate kiongozi mzuri, katiba yako ikusaidie uwe na uchaguzi mzuri, ili upate kiongozi mzuri, kuanzia kiongozi wa mtaa, diwani ambaye anasimamia barabara zako pale mta, mtaani mpaka unakuja level ya rais ambaye atathamini rasilimali za nchi, atalinda rasilimali, atalinda ile kodi yako unayochanga kila siku. Kwani tunashindwa kuonyesha connection kwa kwanii tunashindwa kuonyesha kwamba katiba ndio itatuletea viongozi ambao watatuletea huduma nzuri za jamii, ndio tatuletea viongozi ambao watasimamia huduma uh, kilimo yetu nchi Tanzania watasimamia masuala ya kilimo, kwa sababu usipokuwa na mawaziri na viongozi na wabunge ambao wanaweza kuwaongoza kuwa